Afrika haiwezi kuruhusu kuachwa nyuma ikicheza tena michezo ya kufuata. Lazima tukubali, tushirikiane na tuungane kwa sababu ni katika maslahi yetu kufanya hivyo. ikasi ya ukuaji wa teknolojia inachochea ukuaji wa uvumbuzi zaidi na kuboresha muunganiko wa kidijitali na upatikanaji wa usawa wa akili mnemba yani AI, tupo kwenye kipindi ambacho dunia inabadilika kwa kasi sana na kama bara hatuwezi kubaki nyuma. Kwa hiyo AI inagusa karibu kila sekta, kuanzia afya, elimu. Afrika mara hii haitaki kuwa nyuma na ueneaji wa akili mnemba barani humo. Kiu hii inadhihirika katika mkutano wa kwanza wa akili mnemba barani Afrika uliofanyika mjini Kigali nchini Rwanda. Sasa kitu cha kwanza ambacho ni matokeo mazuri ya huu um, mkutano kumekuwa na vitu ambavyo ni vya moja kwa moja vimekuwa concluded pale na vimefanyika pale. Kwa mfano kama kuanzisha mfuko wa kusaidia initiative mbalimbali mbali ambazo zinahusu maswala ya akili mnemba Afrika. Afrika ikiwa na nguvu kazi kubwa na inayokuwa kwa kasi zaidi duniani iko katika nafasi nzuri ya kucheza jukumu muhimu katika mfumo wa AI duniani. As a continent, uh, we need kama bara hatupasi kuruhusu kujitwika hofu hofu. Haipaswi kututoa katika njia kuhusu ajenda hii ya akili mnemba. Ifikapo mwaka 2030, AI inatarajiwa kuongeza dola trilioni 19.9 za Kimarekani kwenye uchumi wa dunia ikiingiza dola trilioni 2.9 za Kimarekani kwenye uchumi wa Afrika. Hii inaweza kuinua Waafrika milioni 11 kutoka katika umasikini na kuandaa ajira laki tano kila mwaka. Sasa serikali za Afrika zinatakiwa kufanya mambo kadhaa sasa hivi. Kwanza kabisa na kuwekeza kwenye elimu ya AI kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya Afrika mashariki hii leo, macho na masikio ya makala haya yanatazama kasi ya mapokeo ya ueneaji wa akili mnemba barani Afrika tukiegama katika mkutano wa kimataifa wa AI kuhusu Afrika 2025 uliofanyika Kigali nchini Rwanda. Mwandalizi na msimulizi wako unaitwa Malatini Nyoni, nasema karibu tuwe sote hadi tamati. Afrika sasa haitaki kubaki nyuma katika kasi ya ukuaji wa teknolojia imejipanga kutoa macho katika dhana za ukuaji na ueneaji wa akili mnemba. Ripoti ya Google ya mwaka jana ilitabiri kwamba AI inaweza kuongeza dola bilioni 30 kwenye uchumi wa Afrika ya kusini mwa jangwa la Sahara ifikapo mwaka 2030. Tathmini nyingine inataraji AI kuongeza asilimia tatu ya pato la taifa la kila mwaka la Afrika hadi kufikia dola trilioni 2.9 ifikapo mwaka huu. Mkutano wa kimataifa wa AI kuhusu Afrika 2025 uliofanyika Kigali, jamhuri ya, ya Rwanda, chini ya kauli mbiu ya AI na faida ya idadi ya watu Afrika, kufikiria upya fursa za kiuchumi kwa nguvu kazi ya Afrika, unathaminiwa kuharakisha juhudi za bara hili kuboresha uvumbuzi na uwezo wa AI. Bwana Anthony Mipawa ni mtaalamu wa data na akili mnemba kutoka kampuni ya Honora Tanzania Mobile Solution na ni mtaalamu wa akili mnemba akiwa ni moja ya wadau kutoka nchini Tanzania walioshiriki katika mkutano huo, ananieleza sababu. Huu mkutano umekutanisha watu karibia waengo zote ambao wanatakiwa kusikia na sasa. Kitu cha kwanza ambacho ni matokeo mazuri ya huu mkutano, kumekuwa na vitu ambavyo ni vya moja kwa moja vimekuwa pale na vimefanyika pale, kwa mfano kama kuanzisha mfuko wa kusaidia initiative mbalimbali ambazo mbali mbali zinahusu maswala ya akili mnemba Afrika. Ukiangalia hii inaitwa Continental AI Fund, ambayo huu mkutano ndio umekuwa tunda la kwanza au zao la kwanza la kusaidia harakati mbalimbali za ukuaji wa, wa wa teknolojia ya akili mnemba Afrika. Kwa mara nyingine, bwana Mepawa anasema ni maeneo gani muhimu ambayo Afrika inapaswa kuzingatia zaidi katika kukuza na kutumia teknolojia ya akili mnemba ili kuleta mabadiliko chanya kwa jamii na uchumi wa bara hili. Kitu cha kwanza ambacho tunabidi kufanya ni kutoa elimu kwa watu, jinsi gani ya kutumia kutumia hii hi, hi, hi, hi mifumo ya akili mnemba na inawanufaisha vipi na vitu gani ambavyo kwa sasa hawawezi kudepend au kudimandi kwa, kwa hii mifumo ya akili mnemba. Kwa hiyo kitu ambacho cha kwanza kuanza kwa, nacho ni kuwapa elimu watu wote, tukianza na watoto au lika la, la, la watu wadogo ndio wanakuja kuwa watumiaji wa wakubwa sana wa hii teknolojia. Akizungumza katika mkutano huo, Rais wa Rwanda Paul Kagame amesisitiza fursa kubwa kwa Afrika kwa uvumbuzi na ubunifu ambavyo vinaweza kuimarishwa na akili mnemba na kuzitolea wito nchi za Afrika kuchukua hatua chanya kutumia kikamilifu faida zitokanazo na akili mnemba. Our strategy should be to go back to the drawing board and build a stronger foundation for connectivity. Mkakati wetu inapaswa kuwa kurudi kuandikwa upya na kujenga msingi imara wa muunganisho. Uh, tuendelee kushirikiana na kuendesha AI ili kupunguza ukosefu wa usawa na kutoa fursa kwa wananchi wetu walio wengi kufaidika na yale mazuri ambayo AI inaweza kuleta kwa sisi sote. Uh, uh, uh, msikilizaji wa RFI Kiswahili, Afrika ikiwa na nguvu kazi kubwa na inayokuwa kwa kasi zaidi duniani iko katika nafasi nzuri ya kucheza katika jukumu hili katika mfumo wa AI duniani. Rais wa Togo Faure Gasbe amesisitiza haja ya kuhakikisha AI inahudumia Waafrika wote na kuonya kuwa bila juhudi za maksudi, AI inaweza kunufaisha watu wa mijini na wasomi na hivyo kuongeza pengo la ukosefu wa usawa katika jamii. AI will not be an exception. Akili mnemba haiwezi kutengwa, ndio my... maana katika hoja yangu ya pili inazungumzia juu ya uhitaji wa mkakati wa kufanya uchaguzi kulingana na uwezo wa bara letu. Afrika haiwezi kushindana na mataifa yenye nguvu katika uvumbuzi hasa katika eneo hili la AI kwa sababu rasilimali zetu ni ndogo na ukuaji wetu wa teknolojia bado una utofauti mkubwa. Ili kufikia ndoto ya Afrika siyo kufanya kila kitu bali kuchagua ni nini tunataka kufanya. Nadhani tunaweza kuwekeza katika sekta tatu muhimu za maendeleo ya kimkakati ambazo ni afya, elimu na kilimo. Hapo ndipo tunaweza kuwekeza maendeleo ya AI. Kwa kufanya kazi hayo, nadhani Afrika inaweza kuwa kinara katika uvumbuzi kwa yenyewe na ulimwengu kwa ujumla. Kwa upande wake, Bwana Geas Makoga, mtaalamu wa matumizi ya AI kutoka jijini Mwanza nchini Tanzania, anasema kwa mtazamo wangu ukuaji wa teknolojia ya Artificial Intelligence AI barani Afrika ni jambo kubwa sana na lenye fursa nyingi lakini pia lina changamoto zake ambazo zipo. Kwa hiyo tupo kwenye kipindi ambacho dunia inabadilika kwa kasi sana, na kama bara hatuwezi kubaki nyuma. Kwa hiyo AI inagusa karibu kila sekta kuanzia afya, elimu, kilimo, biashara lakini pia hata katika upande wa usalama. Kenya inajiandaa kuwa kituo kinachoongoza kwa akili bandia yaani AI barani Afrika kwa ubunifu wa mifano ikichochea maendeleo endelevu ukuaji wa kiuchumi na ujumuishaji wa kijamii. Waziri Mkuu wa Kenya Musalia Mudavadi anasema kuwa Kenya inajitahidi kuongoza katika utafiti wa matumizi ya AI ikizingatia uwezo wa mabadiliko ya AI katika miaka ijayo um tunahitaji kufanya closely kazi kwa karibu na kushirikiana kama bara uh, na kuhakikisha tunaelekeza rasilimali kukuza uwezo wetu katika akili mnemba na teknolojia kwa ujumla. Msikilizaji wa rafiki Kiswahili, na kufika hapo, naweka nukta katika makala haya ya Afrika Mashariki hii leo, macho na masikio ya makala haya yametazama kasi ya mapokeo ya ueneaji wa akili mnemba barani Afrika Tukiegama katika mkutano wa kimataifa wa AI kuhusu Afrika 2025 uliofanyika Kigali nchini Rwanda. Mwandalizi na msimulizi wako natamaltini Nyoni. Ahadi wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa na uwe na wakati mwema.